Naam, viongozi wa kidini nchini sasa wanaitaka serikali kuwasikiliza vijana huku wakikosoa polisi kwa utumizi wa nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano. Naam, viongozi wa kanisa Katoliki na wale wa Kianglikana wakitaka serikali kuwakoma kutokana na lawama kwamba wanafadhili maandamano. Na japo walikosoa uharibifu wa mali ulioendelezwa na vijana wahuni, viongozi hao wamesema njia pekee ya kurejesha ustaarabu wa taifa ni kuzungumza na vijana. Kama Mwangi anatufungulia jamvi la Nipashe Wikendi na taarifa hiyo. Huku makanisa nchini yakielekezewa lawama kwa kuwa kimya na kushiriki kupanga maandamano dhidi ya serikali, Jumapili viongozi wa kidini wamevunja kimya chao, makali yakielekezwa serikali yenyewe. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nairobi Filipa Nyolo na mwenzake wa jimbo la Nyeri, Anthony Muheria, wakiitaka serikali kukoma kuwaelekezea kidole cha lawama na badala yake kutafuta suluhu. We have to agree, all of us together, the leaders of the government, the leaders in the church and the family members, and of everybody that we take care of the young people. We listen to them, we understand them, we make them grow and mature. Mambo ambayo tunatetea tunazungumza, tunarusha hapa na pale, ni ile yaitwa ka Kiingereza tumejawa na huu nafiki, huku wakikashifu uharibifu wa mali na vifo vilivyotokea kwenye maandamano ya Jumatano kufuatia nguvu zilizopiku za polisi. Wenzao wa Kianglikana wanasema serikali kutupilia mbali tetesi za vijana kutazidi kuharibu hali Dayosisi ya kanisa hilo upande wa Nyahururu imeitaka serikali kuzipa kipaumbele ajenda za kuimarisha uchumi, kushusha gharama ya maisha na kuwatafutia vijana ajira kama njia ya kupambana na maandamano ya mara kwa mara. Nipe nikupe, kati ya makanisa na serikali inatarajiwa kushika kasi hii leo, kanisa likinadi kwamba halitosita kuikosoa serikali inapopotoka. Kama mwangironinga ya Citizen.